Baada ya leo, ujue ugonjwa wa pumu, ujue ugonjwa wa pumu na jinsi gani unaweza ukajitibia pumu kwa njia ya asili, sehemu ya kwanza. Yo, Assalamualaikum, warahmatullahi taala wabarakatuh, karibuni karibuni, kwa channel yetu Online TV. Leo ni mwendelezo wa masomo mbalimbali. Tafadhali subscribe na kulike na kushare kiakafamilia, na kama tayari subscribe, like, na kushare. Na wengine wapate kujifunza haya masomo. duniyangu aii ni elimu kama elimu nyingine. Ni vizuri ukaangalia mwanzo hadi mwisho ili ukapata ujifunza eh, vizuri ndugu yangu. Uh, ugonjwa wa pumu leo tutazungumzia ugonjwa wa pumu, jinsi gani inavyomwasiri mtu eh, na madhara yake kwa uchache vilevile mwisho vile wa hii video nitakuwekea tiba ya kutibia kuondoa ugonjwa wa pumu sehemu ya kwanza. Inaweza kukutibu ka wewe kama ikimtibu mzio ima isikutibu wewe kama mtibu mwingine, lakini itatoa vipande apo vili vitatu juu ya ugonjwa huu wa pumu. Ina maana video nitaongeza video nyingine, video baada hii itaelezea video sikian unaoweza kuitimia ugonjwa wa pumu. Lakini leo katika sehemu ya kwanza, pumu ni nini? Pumu au asma kwa kizungu inaitwa asma, ni ugonjwa wa mfumo wa kupumua kutokea pale njia za hewa kuabafu na kovima, na bada hii husababisha kupumua kwa shida, fukufua kubana, ukohoa sana na wakati mwingine sauti ya filimbi ikisikika wakati wa kupumua. E, hiyo ni... ndiyo pumu au tunaita asma. Athari za pumu kwa maisha ya mgonjwa: mgonjwa hupata mashambulizi ya ghafla ya kukosa pumzi, jambo linaloweza kuzuia kufanya kazi zake za kila siku. Usingizi hukatizwa mara kwa mara kwa sababu kukohoa au kushindwa kupumua vizuri maana hali hii inaweza kupokezea mchana ioni usiku wengine ukafululiza ndani ya wiki wikiati. E, hatari sana ugonjwa huu, ni ugonjwa ambao wenye kukosesha raha. Oh, kua mtoto mwenye mkumu hukuwa kwa shida kutokana na msongo wa mwili na kukosa usingizi wa kutosha. Wagonjwa huishi na hofu yani uliogonjwa hujua wakati gani utakufikia. Anakufikia, unakuzorotisha ili, ili ina maana hata kazi zako za msingi ufanye vile ipasavyo, wala hauna rawa na mashasha na wengine, inapokuwa imebana inategemea na pumu yako na kujia vipi, mana pumu ina genyi. Hatari za pumu Kukosa pumzi ni jambo la hatari sana kwa, inaweza kuathiri moyo na ubongo kutokana na upungufu wa oksijeni kupumua. Shambulio kali lisipotibiwa mapema inaweza kuleta kifo. Je, yani hii hali ya usipokuwa umetibia mapema basi inaweza akuletea madhara mpaka kwenda kufa baadaye kwa sababu pumu katika ugonjwa ambao hatari basi, na pumu pia inaongoza, ina kwa nafasi yake, wagonjwa wengine hupata madhara ya saikolojia, yani kiakili, kwa sababu ya kuishi na ugonjwa sugu unaosumbua kila siku e? Wengine hunyonyeka kimwili, yani mwili huwa mdhaifu, hawenginiili kwa sababu ya pumu inavyobana, utakuta mbavu zinakondeana kwa sababu ya pumu e? ngine unakosa raha. Eh? Hata mwili unijenge vipi na ile naujeleuu si ukazaa si ukazaa, mwili unakuwa, kwa sababu ugonjwa huu ni hatari sana -dalili na dalili za kuzidiwa na pumu. Eh? Kupumua kwa taabu sana na kifua kubana kupita kiasi. Midomo au ngozi kubadilika rangi kuwa ya bluu kutokana na kukosa hewa ya kutosha, ukohoa yani <laughs> wakati kuhoa usikokoma hasa wakati usiku na asubuhi, na hususan ni hali ya hewa ikiwa ya mawingu ama baridi kali, basi watu wenye pumu huumbulika zaidi. Ndugu yangu, pumu, pumu, pumu, ugonjwa wa pumu. Tukisema pumu ni ugonjwa katika magonjwa hatarishi, basi na pumu inaongoza vilevile kwa maana hiyo, ndugu yangu, hiyo hayo maelezo machache, isipokuwa nikwambie jinsi gani unaweza ukajitibia uu, kwa hatua ya kwanza au kujitibia kwa njia ya asilia, unaweza ikauadokea yote, ni kuomba Mungu, na leo nimekuletea nci kama unavyoona wa mbele yako, ndio mti huu unaitwa Mr. Feni. Mti huu nemba akauchuma wakati wa jioni siku yoyote, lakini uwe na mchele kidogo, uwe na ukaseme kidogo, utafika mpaka pale katika ule mti utakuwa una... na unauzunguka u una ubagia utakuwa unasa bismillahi rahmanirahim mamasama tu nauzunguka. Baada hapo ukasoma alhamdu mwanzo hadi mwisho swatufuata jani alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yaumidin. Ikiwa wewe hauna dini yoyote, wana pengine wapagani la au wewe ni Mkristo, unaweza ukasema ya latifu ya latifu mara ishirini na moja ya latifu ya latifu mara mia na ishirini na moja Alafu utasema ee Bwana Mungu, Mungu aliye hai, eh, naomba kwa baraka mti huu ilipo mzizi yake, nikaikata nikatoa, nikachemshia, nikachanganya na kokwa saba za ubani, nikachemsha, nikawa nakunywa. Basi ugonjwa wa pumu wele ukanionokee. Kwa we Mwislamu, baada ya kusoma Bismillahi rahmani rahim mara ya saba, utasoma na alhamdu moja. Baada ya hapo, siea Mwenyezimungu mabingo na ardhi na vilekuadua hii vitamiki yako nakuomba, ndipo utakapotumia dawa hii. Ugonjwa wa pumu muende ukaniondokee. Okay. Basi utakata mizizi yake, utakwenda kuchanganyia <coughs> uh -huh. pamoja na kokwa saba za ubani, kwa ubani maka ahba sukra. Basi pia utatosheleza, utatumia kikombe kizima cha chai doo no. pia asubuhi kimoja piga mchana, nafasi ipo, piga na usiku eh, vizuri, upate kuto mara tatu, iwe ina uvuguvugu. Basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, pumu yako itaondoka. Ikiwa hujafanikiwa basi nitaandaa somo moja lingine ninalofuata, huenda dawa hiyo ya pili utakotumia, huo ndio huo kuondoka. Lakini hii wengi wametumia, imewasaidia moja kwa moja kuondokewa na pumu, ila pumu ziko aina nyingi. Kuna pumu za michezo, vile vile, usijue una pumu za kufanishiwa. Hizi za kufanishiwa, hata ekeze miti gani haiwezi kuondoka. Kuna tiba zake maalum za kuzifanya kuweza kuondoa ugonjwa huo, sababu wa kubwa nyingine inatokana na mashetani, nyingine inatokana na uswahili, zatengezwa na watu. Kwa maana hiyo inategemea na ilivyo, lakini ikiwa na hisi ya kawaida, lakini mara kwa mara tumia zoezi hili na zoezi hili. Zoe, ikiwa halijakufaa basi tutaandaa video nyingine huenda ilofuata ikakufaa kwa kuondoa ugonjwa huo huu. Ndugu yangu kwa wale wanaotaka chima mbalimbali tafadhali namba zangu za simu zinazopita hapo mbele. Eh, Hitimisho. Hivyo basi pumu sio tu kikohozi cha kawaida. Ni ugonjwa unaoweza kuathiri maisha kila siku na hata kuhatarisha wa uhai wa binadamu. Na hiyo, ndugu yangu channel hii ili uwe mwanafamilia TV zaidi, tuwasiliane asiuzapo kwa, like kwa, yani, kwa, kwa njia ya kawaida ama kwa njia ya, ya WhatsApp. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video asante nyingine.